Umeitwa mwanadamu kwa sababu wewe ni kiumbe dhaifu. Allah anasema lakadha khalakna linsanu dhaifa, tumemuumba mwanadamu akiwa ni dhaifu. Ngoja nikuelekeze kwa nini wewe ni dhaifu. Jambo la kwanza, wewe umeumbwa kwa udongo. Yani hapo ulipo wewe umeumbwa kwa udongo. Sasa hapa ndo Mungu anasema, afala tatafakkarun, je hamfikiri nyinyi? Hapa ndo pa kujiuliza. Mwingine akijiona mwili wake una nyama na damu anajiuliza huo udongo ni umetokana na nini mimi wakati mwili wangu una nyama na damu. Ni jambo tu la kutumia akili, safiri na mimi uweze kunielewa vizuri, kwa nini wewe umeumba kwa, kwa udongo

Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na kumtakia ziada za heri kipenzi na kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu unayenisikiliza, hatuna budi mimi na wewe kumshukuru Allah tabaraka wataala ambaye ametuwezesha umeweza leo kuona klipu kama hii ambayo anatajwa Mwenyezi Mungu lakini halikadhalika anatajwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, wakati kama huu hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna wenzetu ambao wako mahospitalini hivi sasa, wanaumwa, wanaugua maradhi ambayo yamewalaza katika vitanda vya hospitali, miaka mitatu, miaka minne, miaka kumi, hawajaweza kunyanyuka wala hawajui ladha ya chakula ya aina yoyote umenielewa vizuri, lakini wakati kama huu kuna wengine ambao roho zao zinatolewa. Mimi na wewe tunaongea hapa tunaonana, yule malakul mauti kashafika na ameanza jukumu lake la kuweza kutoa roho za baadhi ya wanadamu wenzetu, lakini muda huu kuna wale ambao wanaingizwa katika makaburi yao bimaana kwamba wanayaanza maisha ya barzakh, washachana na maisha ya kidunia sasa. Wanaanza maisha ya barzakh maisha ya akhera, na wengine wanakwenda kupambana na usiku wa kwanza kaburini. Mimi na wewe, ndugu yangu, hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kuna swali moja tu la kujiuliza, kama wewe una akili timamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anapenda kuongea mara kwa mara na watu wenye akili, na hata watu wanaotambua kwamba Mwenyezi Mungu yupo ni watu wenye akili Mwenyezi Mungu haongei na kila mtu tu. Mwenyezi Mungu anapenda kuongea na watu wenye akili. Ndio maana Mungu akasemaje inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahari la ayati liuli lalbab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala wa yatafakkaruna rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar Mungu anaposema inna fi khalqi samawati wal ardi hakika ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi waktilafi laili wa nahar na kupishana kwa usiku na mchana la ayati liuli albab ni dalili tosha kwa wenye akili liuli albabi wale watu wenye akili timamu kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Haiwezekani ukaona mbingu tu zimejiweka zenyewe, ukaangalia ardhi imejiweka yenyewe, ukaona milima, mawe, bahari na kila kitu, ukasema eti hivi vitu vimejiweka wenyewe. Hapana, yuko mwenyewe ila kwa wale wenye akili ambaye ni la ilaha illa Allah. Sasa ndugu yangu, leo nataka tukumbushane, fadhakir fa inna dhikra tanfaul mu'minin. Na leo alilahil hamdu, niko katika studio za Fadhakir kama ujumbe ambavyo unasema, leo nataka tukumbushane mimi na wewe. Watu tu ni wenye kujisahau, fa na'udhu billahi min dhalika. Ndugu zangu, maisha yetu ya dunia ni maisha mafupi sana. Tunapozungumza maisha ya mwanadamu ni maisha mafupi mno. Allahu akbar. Kwa nini maisha ya zama hizi za, za ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamekuwa ni mafupi tofauti na maisha ya nyumati zilizopita? Hayo ni makadirio yake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ummati Muhammad ndio umma wa mwisho na kila kitu kinachokuaga cha mwisho huwa kiwagi kwa urefu huwa kinakuwa ni kifupi tu tofauti kabisa na nyumati zilizopita. Uwezo ukalinganisha umma ti Muhammad maisha yao na umma wa Nabii Musa na umma wa Nabii Nuhu na umma wa Nabii Ibrahim, na Nabi Ibrahim na umati zilizopita huko, maisha ya umati Muhammad ni mafupi sana. Mtume mwenyewe anasema ni baina ya sitini wa sabini, yani mtu akiishi sana ni miaka sitina moja mpaka sabini, Mwenyezi Mungu amempa ofa. Sasa wewe ndugu yangu unayetizama, naomba tukumbushane hapa, kuna kitu Mwenyezi Mungu amekiita ni umauti. Yani umauti maana yake nini? Ni kukatisha ladha ya utamu wa maisha ya dunia. Umauti ndugu zangu, Allah anasema kullu nafsi dhaikatul mauti, kila nafsi itaonja umauti. Naomba tusimame hapa, ndio mada yangu siku ya leo. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, kullu nafsi dhaikatul mauti, kila nafsi itaonja umauti. Maana yake nini? Mimi wewe na wengineo wote lazima tutaonja umauti. Sasa huu mauti ni nini? Ndo ni hapa cha kujiuliza. Umauti ni kusitisha maisha ya kidunia, ni kitendo cha Mwenyezi Mungu kusitisha maisha yako ya kidunia na kukuanzishia safari ya maisha ya akhera, ambayo ndio maisha marefu kuliko maisha tunayoishi sasa. Huko kunakotakiwa ukishaanza safari ya umauti unajiandalia kitu gani kinachotakiwa cha kwenda nacho, ni amali yako na matendo yako duniani Tunalingia pesa tunalingia fedha tunalingia mali manyumba magari, lakini umauti ukitukuta, tunakwenda na nini? Tunavishwa sanda tunavishwa pamba, tunazibwa, tunavingilishwa kwenye mkeka, tunatiwa ndani ya jeneza, tunapelekwa kaburini. Tena tunapoenda kuwekwa ni pale kwenye ule mwana ndani, sehemu ambayo wallahi thumma wallahi huwezi ukajigeuza. Yani mi na wewe tukitiwa kwenye mwanandani pale, hatuwezi kujigeuza kulia wala kushoto upande tutakaowekwa ndo huo huo tu, subhana almalikul qudus. Sasa wewe ndugu yangu leo ambaye unajisahau na maisha ya kidunia fahamu kwamba mauti yapo na yanakuja. Kila siku unapoamka unapotoka katika kitanda chako kumbuka yafuatayo, kwamba mimi ni maiti mtarajiwa, usijione uko very strong. Cha ajabu zaidi, kuna watu wanadanganywa na afya zao walizonazo Subhanallah, kuna mtu akiamka akishajiona yeye ana, ana miraba minne Mwenyezi Mungu amempa afya, anatumia zile pawa zake, anatumia ile afya yake kwenda kuwadhuru watu wengine, anatumia afya yake kwenda kudhulumu watu wengine, anatumia afya yake kwenda kufanya mambo ambayo yanamkasirisha Mola wake. Ndugu yangu wewe ni binadamu na umeitwa mwanadamu kwa sababu wewe ni kiumbe dhaifu. Allah anasema lakadh khalakna linsanu dhaifa, tumemuumba mwanadamu akiwa ni dhaifu. Labda wewe ngoja nikuelekeze kwa nini wewe ni dhaifu. Jambo la kwanza, wewe umeumbwa kwa udongo, yaani hapo ulipo wewe umeumbwa kwa udongo. Sasa hapa ndo Mungu anasema afala tatafakkarun, je, hamfikiri nyinyi? Hapa ndo pa kujiuliza. Mwingine akijiona mwili wake una nyama na damu, anajiuliza huo udongo ni umetokana na nini mimi Hakati mwili wangu una nyama na damu, ni jambo tu la kutumia akili. Safiri na mimi uweze kunielewa vizuri, kwa nini wewe umeumba kwa, kwa udongo. Ndio maana tukiondoka duniani tunasomewa pale kaburini hata aya za Mungu, minha khalaqnakum kutokana na udongo tumekuumbeni, na wa fiha nu'idukum, na ndani yake tutakurejesheni, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na umo tutakutoeni tena kwa mara nyingine. Udongo ni nini? Ili mwanadamu wastawi, wewe mwanadamu uwe na afya lazima ule vyakula vinavyotoka ardhini. Si unanielewa vizuri. Ili wewe uwe na afya nzuri lazima ule vyakula vinavyotoka ardhini. Mwisho wa siku mtu anasema bwana ah, mimi siri vyakula vinavyotoka ardhini, si na nini. Utakula kitu gani? Huwezi kula chochote isipokuwa vitu vyote vinatoka ardhini. Utasema, "Bwana, mimi basi siri wali, siri ugali, siri mboga mboga, nitakuwa nakula ng'ombe, lakini bado hujakwepa kitu Ukila ngombe ukila mbuzi, mbuzi ili anawili ngombe ili anawili lazima ale mimea inayotoka aridhini. Bado wewe ni udongo na huna chochote cha kujivunia ndugu yangu, wewe ni udongo tu. Wewe kusema mimi ndani unamjua, wewe ni udongo ndugu yangu. Tunaendelea kwamba kullu nafsi dhaikatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Kwa nini wewe ni naanza kuzungumza katika lugha nyepesi ili unielewe, kwa nini sisi tunaondoka duniani Ondoke duniani usile maiti. Wewe unakula maiti, unajua hiyo. Maisha yako yote unakula maiti. Nyanya unakula tayari zile nyanya zilizokufa zine, bi maana hazistawi tena haziko katika ule mmea ambao ni kiumbe hai. Haupo. Kuku ili umle uweze kukamata kuku akiwa analia mzima lazima ule kuku mchinja, kisha chinjwa anakuwa maiti unakula maiti ya kuku, kaka. Dada yangu, mama yangu. Unakula maiti ya kuku unakula maiti ya ng'ombe, unakula maiti ya mbuzi. Kwa nini wewe usiwe maiti? Kullu nafsi dha'ikatul maut. Mungu anasemaje? Wa inama tuwafauna ujurakum yaumal kiyama, na hakika mtalipwa ujira uliokaili siku ya kiyama. Ndugu yangu, mimi na wewe tunapaswa kuwa wanyenyekevu katika ulimwengu huu, tunapaswa kuwa watulivu katika ulimwengu huu, fedha zetu zisitutie jeuri Wangapi walikuwepo katika hii dunia? Watu wangapi walikuwepo ambao wewe unawajua, pengine hata ni ndugu zako, walikuwa wana uwezo, walikuwa ni watu ambao wakisimama, wakitokeza mbele za watu wanatetemeka. Leo wako wapi? Wapi mimi na wewe, je tutabaki? Ndugu yangu ameondoka, wa bwana mtume Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, kiumbe bora kuwahi kutokea katika ulimwengu hivi leo akitajwa mtume ndiyo kiumbe mwenye faida kuliko kiumbe yoyote duniani. aliyokuja nayo Mtume Muhammad, mimi na wewe hata theluthi hatuwezi kufanya. Imani aliyokuwa nayo mtume, mimi na wewe hatuwezi. Hiyo dini alivyoipigania mtume, mimi na wewe hatuwezi. Mtume kapigwa mawe kwa ajili ya kupambania dini. Mtume wa Mungu kaondoka hana meno kwa ajili ya kupambania dini, lakini Mungu kamchukua. Mimi na wewe lazima tutafuata. Ndugu yangu muislamu unayetizama, lazima ujihadhari na aina ya maisha unayoishi. Ukiondoka duniani, utaondoka peke yako. Watakusindikiza watu, wakifika kaburini watakufukia, watakuacha peke yako. Ndugu yangu, ukishafika pale utaambiwa, utaombewa dua, awe na kauli thabiti huyu ndugu yetu. Mwenyezi Mungu mjalie kauli thabiti. Watu wajue kauli thabiti nini. Kauli thabiti ni ile, wale malaika malai wawili wanapokuja wakakuuliza mamrabuka, wale Munkari na Nakiri wakifika pale watakuuliza manrabuka mannabiyuka madinuka ma ikhwanuka ma kiblatuka wa ma imamu. Ni maswali ambayo haya unatakiwa uyajibu bila kutetemeka. Ni nani atakayeweza kujibu maswali haya? Ni ule ambaye tayari kashajiandaa, alijiandaa vizuri na utaratibu mzuri na aliishi na watu vizuri. alafu haya mauti, namna bora ya kujiandaa, anatufundisha Bwana Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa alhi wasalam. Ni kule kuishi vizuri na watu, ni kule kuwa na moyo safi, sio kuswali sana ukasahau kuwa na moyo safi. Kwa nini? Mungu anasema katika Qur'an, yauma la yanfau malun wala banun illa man atallahu bikalbin salim, haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake siku ya Kiyama isipokuwa mwenye moyo safi. Mtu mwenye moyo safi ni mtu wa namna gani? unaswali unaumiza watu unawanga unaswali unakula pesa ya haramu unaswali unakula riba unaswali unafanya zinaa kwa wingi unaswali wewe ni mlevi wa kupindukia unaswali unatesa wenzio halafu unaswali wewe ndugu yangu bado hujafikia hatima ya kuwa na ule uchamungu ambao hata ibada yenyewe ya swala bado haijakuelekeza kwa sababu leo kuna watu ambao wanaswali hata hizo swala zao bado hazijawakataza na maovu Inna salata tanha anil fahashai wal munkar. Hakika swala ikiswaliwa vilivyo inamkataza mtu na maovu. una swali bado unafanya mambo ya ajabu. Ndugu yangu, ipo siku mimi na wewe tutaondoka katika ulimwengu. Hilo ndio jambo la msingi. Tumejiandaaje? Tumejiandaaje naje safari yetu itakuwa ni safari ya namna gani? Kuna watu wanatolewa roho zao vibaya maskini. Kuna watu wanatolewa roho vibaya sana. Mimi binafsi niliwahi kuingia katika chumba cha kuosha maiti. Wacha nikupe mkasa huu. Kuna mwenzangu mmoja alikuwa ni muhadhiri wa dini, ni kijana wangu ambaye mimi nimemfundisha dini mwenyewe, na alikuwa na mshauri akaniridhia, aka tukawa tunatembea. Mimi nimetembea nchi nzima katika kumtangaza Mungu na Mtume Muhammad. Huyu kijana aliongozana na mimi, lakini alifiliwa na babake siku moja. Alikuwa mara kwa mara akilalamikia akiniambia baba yangu, mimi kila ninachomwambia kuhusu dini, kuhusu kuswali, anaambia nani alikwenda akarudi akamuona huyo Mungu? Nani alikwenda akarudi huko akauona huo moto? Usinipotezee muda. Kuna siku tumerudi, tuko Dar es Salaam, akanipigia simu akaniambia, shekhe, naomba uje nyumbani, hali ya mzee wangu sielewi, lakini nahisi kwamba yupo katika sakaratul mauti. Ndugu yangu, nilipofika pale nilimkuta mzee yule akiwa ni mwenye kuhangaika. Tunafundishana haya ili tuweze kuelewana kwamba kwanza kufa ni wajibu, lakini pia tengeneza safari yako, ukiondoka duniani uondoke ukiwa vizuri. Yule mzee tulikuta ni mwenye kuhangaika, kijana wake alikuwa anamwambia, anamlazimisha mzee, sema la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kila akiambiwa mzee, tamka la ilaha illallah, mzee alikuwa ni mkali Mwisho akasema sitaki kusema. Unasemaje? mwisho wa siku ule mzee mauti ya akiwa katika hali mbaya kabisa. Jamani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yupo na wewe. Ambaye unataka kujua kwamba Mungu yupo au hayupo, jiulize maswali yafuatayo: wewe ni nani? Ulikuwa wapi? Hapa ulipo wapi? Na unakwenda wapi? Na huko unakokwenda kuna nini? Haya maswali kwa watu wenye akili tu kama huna akili huwezi ukanielewa. Narudia tena, jiulize hivi, we ni nani? Ulikuwa wapi? Hapa ulipo ni wapi? Na unakwenda wapi? Na huko unakokwenda kuna nini? i maswali kama una akili timamu utaweza kuwaza kwa jicho lingine la tatu kabisa. Unajua wanadamu sisi tumevalishwa mwili, ndio maana huu mwili roho ikitoweka tunaambiwa tu, leteni mwili, lakini wewe mwenyewe umetoweka, si ndio? Lete tuswalie, tayari ni mwili unapelekwa pale, lakini wewe umetoweka hapo ulipo ndani mwako. Jifikirie tu kwa akili ya kawaida jinsi Mwenyezi Mungu sayansi yake aliyotumia kukuumba wewe mwanadamu. Vipi leo unamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Vipi leo unajiona kwamba wewe ni mbabe kuliko wengine? Unapata wapi mamlaka haya? Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka kwamba kuna siku utarejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataku, au itaku yauma turjauna fihi ila Allah, ogopeni sana siku ya kurejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu na uwe una tabia yani wewe ukiwa unaishi duniani kuwa monya, na tabia moja na kuhusia uifanye mara kwa mara penda kutembelea sana sehemu za makaburi, penda kutembelea sana wagonjwa mahospitali, uwezi kuwa na jeuri. Wallahi nakuambia hivi, leo tunavyozungumza mimi na wewe, kuna watu Muhimbili pale Masaa mawili wakewa mtungi wa gesi, mtu analipa shilingi laki nane. Tena sio masaa, sijui ni nusu saa, sijui mtu analipa shilingi laki nane ili analipia pumzi ile ambayo anapumulia kwenye gesi. Hivi wewe ukienda hospitali ukimkuta mtu kama huyo, kweli, ule uzima aliokupa Mungu leo utalinga wewe? Kuna watu wanatembea kwa malingo, wanakanyaga mgongo wa ardhi kwa kulinga. Wanaitwaje, wanaitwaje? wa masharobaro wanatembea katika mgongo wa ardhi kwa kulinga kabisa na unaambiwa usitembee katika mgongo wa ardhi kwa kulinga, wala tamshi fil ardhi marha, usitembee katika mgongo wa ardhi kwa kutambatamba, kwa sababu ardhi hiyo hiyo kuna siku itakustiri wewe ndani. Ndugu zangu tuishi kwa upendo tena upendo aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa na upendo kwa watu wote, tuige tabia ya Mtume. Na mwisho kabisa, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie mwisho mwema, mimi na wewe, lakini pia tunamwomba Allah tabaraka wa taala awe atufanye tuwe ni waja ambao alioturidhia. Naam, naitwa Sheikh Sharifu Jangili Mwamba Al-Kasawi, wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.